Ndugu yangu, kazi ya Bwana fanya kwa moyo, hata zingine kazi zote zifanye kwa moyo. Wakati utakapoondoka wakukumbuke, watakukumbukia nini? Watakukumbukia kwa matendo mema, watakukumbukia vizuri ulivyovifanya. Kazi ya Bwana ifanye kwa moyo eh, bajue kama wakati hauko, ijulikane hauko. Eh, kama uko kanisani, kama uko kwenye kazi bajuu fulani haiko sababu binya nafanyaka havifanyike. Tuseme hapa hii maua. Naweza tangia nilienda safari maua haikutiliwi, lakini nimerudi. Lazima wajue kama nimerudi. Na sifanye sababu wajue kama nimerudi, lakini naona ni ya muhimu nyumba ya baba inapaswa kutengenezwa. Eh. Na kutana mara kwa um, sijui kama wali wali, walipitisha kifyagio walikoroka sijui, lakini mimi nimeifanya kwa utukufu wa Mungu wetu. Na wakati najua nitaondoka hapa duniani, wakati nitaondoka hapa duniani, watu watanikumbuka ya yeah. Ndugu yangu, fanya kazi kwa upendo, fanya kazi kwa moyo na kutana ka buibui zimekuwa nyingi, lakini fanya kazi bila lawama, fanya kazi ya baba bila lawama. Usiseme aseme wengine hawafanye kazi, mimi sitafanya uh-uh. Wewe ifanye tu kwa furaha, na wengine unapoondoka waseme, eh, eh, fulani alikuwa akifanya kazi ya baba, hajiangalie haangalie jinsi iko, lakini anafanya kazi ya baba na upendo na huruma Tufanye kazi na bidii na upendo. Tutakapoondoka hapa chini watatukumbuka, wala atamusosiete tukihama mwingine, tukienda fasi fulani, watukumbuke, bajirani wakukumbuke eh? watu wakukumbuka se fulani angekuwa hapa, kama vile dada yake na Lazaro walikumbuka Bwana Yesu Kristu, angekuwa hapa Kristu, ungekuwa hapa, ndugu yetu hangalifariki. Fulani angekuwa hapa, hii kazi ingefanyika. Tufanye kazi na bidii na furaha na upendo, tuache lawama, kulaumu mwingine. Akufanya na mimi sitafanya, hapana. Fanya kazi iliyoitiwa na ukumbuke kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 15 na nane 8. Kazi yako sio bure, hata kama wanadamu hawakuoni hawakujui, Mungu anakujua. Siku moja utalipwa, tabu yako sio bure. Ubarikiwe sana na Bwana.